Naomba, naomba umweleze mteja wako. Nimekuja kwa ajili ya kutekeleza eh, maamuzi ya mahakama ambayo mahakama imeikabidhi ushirika eneo lao na, na, na, na, na naomba unisikilize vizuri. Naomba unisikilize vizuri. Hili eneo li kwa mujibu wa mahakama liko chini ya ushirika. Ili eneo kwa mujibu wa mahakama liko chini ya ushirika, na hivi tunavyozungumza ushirika wana maamuzi ya mahakama yanayowapa uhalali wa kuingia. Na kuna precedent nadhani unajua, hicho ambacho umemwambia mteja wako kwamba eh, kuna hitaji execution order, nenda kafuatilie precedent ya hivi karibuni ambayo inaonyesha mtu ambaye anaingia kwenye eneo la mtu baada ya kuwa ameshindwa kwenye maamuzi mm. e, ya mahakama. Kwa hiyo, hicho unachokisema hakituondolei uhalali sisi wala e, chama cha ushirika kuchukua eneo lao. Mimi kama mkuu wa wilaya nina mamlaka kisheria ya kusimamia zoezi ili kwenda kihalali na kwa amani kabisa na nataka nikwambie, ushirika ushirika wote huko chini ya wizara ya kilimo, wizara ni serikali. Karibu na kusikia. Uyaelewi kwa sababu huwezi kusema, huwezi kuhoji mamlaka ya mkuu wa wilaya katika usimamizi wa utii wa, uti wa sheria. Kazi ya tatu ya mkuu wa wilaya ni usimamizi wa utii wa sheria. Unasemaje mkuu wa wilaya hana mamlaka ya kusimamia uti wa sheria? Amri zote za mahakama zinatekelezwa na court process kwa maelekezo ya mahakama, na na anayesimamia utekelezaji wa amri ya mahakama ni nani? Jeshi la polisi liko ambalo, mwenyekiti wake ni nani wa kamati ya ulinzi na usalama? Kama kuna issue ya kupeleka kwenye kamati, baada baada ya hiyo kibali kinatoka kwa nani, aidha kuondoa au kuto kuondoa? Wakili, wewe we, we, we, we, we, we ni wakili, naomba nijue namba yako ili nijue kama naongea na wakili na kweli na, nataka kujua, mi simfahamu Boniface, nataka kujua namba yako ili ni cross check naongea na nani. Utaratibu ni utaratibu, ni kwamba mpaka sasa hakuna maamuzi hakuna rufaa yoyote kwenye mahakama yoyote ya sheria nchini inayoonyesha kwamba mmekata me, me, rufaa. Na sisi na sisi tunaendelea na utaratibu wa kuhakikisha ushirika wanachukua eneo lao, ili shughuli zingine za ushirika ziendelee. Asante sana, amemaliza. I'm done with you.